Na wachungaji kesho ni Pasaka, tunataka tusikie matamko, sio matamko hoi, wasitupe stori za Yesu, Yesu basi akaenda Bethlehemu, aka hayo. Tunajua tunatakiwa mpige nyundo hii nchi, ingie vitu vingi akilini. Wakati Yesu, Yesu alipelekwa msalabani kwa sababu aligombana na dola serikali. Sababu ya Yesu kwenda msalabani ni kwa sababu alikuwa mfumo wa serikali iliyokuwepo. Sasa leo, wachungaji wachungaji hata wakisema unasikia wanasema uh, tunataka amani, tunasisitiza umoja na amani. Wameona wizi wa kura kwenye serikali ya mitaa wameona, wameona kwenye serikali ya mitaa maiti zinaandikishwa. Tunataka kelele waseme, nyie serikali, kama amtarekebisha sheria za uchaguzi tuta siende kupiga kura, na sisi hatutaenda kupiga kura. Hayo ndiyo matamko tunataka kusikia. Bahati mbaya tuna watumishi wa Mungu siku hizi, ukiwa mkutano mkuu sisi wamo, basi waziri mkuu wamo, wamo wamo wamo. Waku wapi watumishi wa Mungu kama kina Shadraka, kina Meshaki, kina Abednego walimwambia mfalme, sikiliza, hiyo sanamu uliyotundika pale hatuiabudu Ulimwengu huu hata tuokoa sisi, hatutakuabudu wewe. Wako wapi watumishi wa Mungu wa aina hiyo? Wako wapi leo? Naweza nikasema watu wanaofanya kazi ya kuhubiri mema ni hao watu waliovaa kombati kuliko wachungaji na maaskofu nchini, alafu tukisema mnasikia, sasa nendeni tu polepole, tumieni hekima, hekima Maisha ni kukemea uonevu, kukemea dhulma na kukemea ujangili wowote katika nchi. Hakuna ukianza kuona, unatafuta maneno ya kuzunguka pale haki inapoonewa, umeanza kuwa mnafiki.